Je, kuhusu hiyo maziwa? Hebu weka, maziwa huko juu. Si nilisema hii maziwa ni ya pasta, ya anakuja hapa leo asubuhi? Na kwanza hata niambie kutoka lini umeona tumepika chai maziwa kwa hii nyumba? Chukua sufuria huko weka strong tu ukunywe, atomagitonga. Unapenda tu kuchezea mali za, za watu Fanya bidi pia we ukue, utakunywa maziwa at the right time, so long as bado unaishi hapa kwangu, unafanya venye kunywa strong tea. Sasa hata nikuweke sukari atohe eh? Kwanza naweza hata muo kunywa dubia eh. Wakati wangu nilikuwa na kunywa dubia bila hata siku wai kufa, so wewe niambia wewe ni special case eh. Ndiyo hii. Hii ndio sukari yako, au umeimwaga? Si ndio umeimwaga, utaizoa hapo chini. Hii ndio sukari yenye natumia kwa hiyo sukari, chai nipate. Nimeka mate hapa, nimeka mate nipate. Umeguza kanti, sina za pika eh, eh, kunywa na pasta. Pasta nani? So unataka kusindana na mtumishi wa Mungu <laughs> na mchana ikipatana tuwesimiane, Anita, wacha nipeleke chini ya na kitanda nau. Ukiona Pasta mikuja hapa, toka na mlango wa nyuma. Sitaki aibu, Anita, sitaki aibu. Atisaa umeenda kukaa pale t, unamwangalia hivi, uende ujakula, utaniambia utaniambia, Anita.